Taarifa hizi lakini kwa sasa tuelekee kwenye bustani ya Uhuru ambapo maonyesho ya biashara ndogo na za kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki makala ya 25 yanaendelea. Rais William Ruto anatarajiwa kufungua rasmi hafla hiyo ya siku tatu, na sasa tunaungana na mwanahabari wetu Jimmy Mbogo ili aweze kutupatia maelezo zaidi kuhusiana na yanayoendelea huko na yanayotarajiwa baadaye. Jimmy.

Citizen sana, TV. Sana, Now, yes. One of the things that we want to understand yes. is maonyesho haya kwa nini yanafaa kuja wakati kama huu? Asante uh, sana uh, kwanza niwashukuru uh, Citizen kwa kufika hapa kiwanjani kupeleleza hii habari kwa wale wa uzika ambayo imeanza yapata sasa siku ya nne. Hii ni siku ya nne, na ni kweli uh, hii kongomano imekuwa hapa kwa muda wa miaka 25, 25, so this is a silver jubilee. Yeah. Na tutakuwa, tumekuwa na nchi nyingi sana. Mwaka huu, kila nchi ime participate ambayo iko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Eh, Somali ambao ndio walikuwa dogo sana na wame, walionekana kule Sudan. Kidogo tu walionekana kule Sudan. Eh, but hawakuwa na nguvu vile wamekuja wakati huo, wamekuja na nguvu sana na, na maonyesho haya hasa huwa yeah, ya kuleta wajasilimali wote pamoja kila mwaka kuoneshana vile vitu ambavyo wameviunda wame kwa sababu unajua hii ni jua kali sana sana, wanatumia vitu ambavyo wanajenga kwa mikono yao. Kwa hiyo kila mwaka kuna mabadiliko mengi. Huwa tunaona masuala mengi ambayo tumekuwa tukisikia, haswa kutoka kwa hao wafanyi biashara wadogo, ni kwa wa, wanapojaribu kutafuta fedha ama ile capital ya kuwekeza katika biashara zao, it has been quite a challenge. Munawasaidia aje kuensure kwamba wa, wa, wanapo approach any financial institution wanaweza kupata the capital that they require kwe, Uh, ili kuwekeza katika biashara zao. Kwanza niambie Wakenya mahali popote mlipo muje kwa haya maonyesho yeah, musician, kwa sababu hapa, hapa kuna mambo ambayo wataji wanaweza wata, anzisha biashara zao yeah. Wakija wa kuona ile mali ambayo ina iko hapa lakini ya muhimu ni kwamba

using cash and M-Pesa and the the banks are are nowhere to be seen. Na na na na kwa kwa tukiendelea na mazungumzo haya, sasa umetupa kisogo. So we are currently standing kwenye jukwaa la Kenya. Kenya. Ukiingia ndani, wafanyabiashara ambao wako humu ndani hasa wengi wao ni wa Kenya. Natakuwa tukizungumza na baadhi yao as the day goes on ili kuweza kupata ile idea ya kwamba ni biashara zipi hizo ambazo wamekuwa wakizifanya na uh, wanapokuja katika maonyesho kama haya matumaini yao ni gani? Uh, uh, na haswa kama ulivyomsikia Bwana Murewa akisema kumekuwa na lile swala ambalo ni la kujaribu kuwatafutia kama credit ili kuweza kuwekeza katika biashara zao. Ni kwa nini where is the uh, kwa kimomo tunasema where is the missing link na ile gap inatoka wapi, na uh, going forward, ni nini itakuwa ikifanyika. But kwa sasa, Mashima, naomba nikurejeshe. Ndakuwa nikizungumza na baadhi ya wafanyi biashara ambao wamekita kambi hapa ili kuweza kupata maoni yao, pia na tutakuwa tukiwajuza watazamaji wetu mengi tu yanapo eh, yatakapokuwa yakijiri. Tutaambiwa mida ya saa uh, sa sita hivi saa saba, mheshimiwa Rais uh, William Ruto atakuwa akifika katika maonyesho haya na tuta, tunatarajia kusikia ni yepi atakuwa atakuwa nayo ya kuweza kuwapasha hawa wafanyi biashara. Kama nilivyosema hapo awali, hawa ni wafanyi biashara wa MSME, kutoka uh, nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wamekuwa uh, wa hapa. Lakini kwa sasa mashirima, nirudisheni kwa kukumuliza. Mashirima tafadhali, wajuze Wakenya wote wafike hapa, hakuna mmoja atatoka bila kitu. Kwa hivyo nakuomba tu, eneza hii maneno Wacha waje wajionee, tuko hapa mpaka Jumamosi uh -huh. tafadhali naomba Wakenya mfike kwa wingi muone e, yale yanayojiri hapa right. Asante sana bwana Mureu na natumai sana. Mashirima wamekusikia Mashirima, uh, kuna ombi la kwamba ukaweza kuwaeleza Wakenya waje hapa, lakini kwa sasa Mashirima, uh, nirudisheni kwako kwa kwa studioni ili uzidi kuwapasha Wakenya ni yapi yanayojiri katika maeneo mbalimbali mbali nchini. <laughs> Namshukran uh, Jimmy hapo na Bwana Moreo. Nadhani ujumbe umefika manaki amejieleza vizuri kabisa. Haya, tutakuwa tunasubiria hotuba hiyo ya rais ifi.